Anachomwa moja na huyo mkubwa su lakini ile siku huyu alichomwa moja mvumilivu sana eh, huyu ni anaelewa sindano, sote anaelewa sindano, bado nyingine mara ya kwanza, huyo mkubwa alivochoma sindano ali ali ali bado alivochuma alivomeza kuchuma sindano alitulia, huyo mkubwa mara ya kwanza mama